Kwa sababu ya mambo mengi, ningeomba kwa pamoja tushirikiane kuangalia jambo moja. Unaweza ukaandika kwenye daftari lako zinaa. Nataka nizungumzie kwa ufupi sana kuhusu zinaa. Mwambie jirani yako, zinaa. Nataka nizungumzie jambo hili, zinaa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni muhimu sana juu ya jambo hili kulijua na madhara yake. Zinaa ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumzia zinaa, tunazungumzia kitu gani? Tunapozungumzia zinaa, tunazungumzia mahusiano ya mme na mke Nje na mpango wa Mungu. Menielewe vizuri. Zinaa ni mahusiano ya mume na nani, nje na mpango wa, wa Mungu. Ngoni mwa dhambi ambazo zimeandikwa katika ufunuo miongoni mwa dhambi ambazo zimeandikwa katika Ufunuo sura ya 21 mstari wa nane tunaona karibu dhambi nane, lakini katika zile dhambi nane ambazo zimeandikwa katika Ufunuo sura 21 mstari ule wa nane nataka kuzungumzia dhambi ya tano inayoitwa zinaa, na ukisoma katika Wakorinto wa kwanza sura ya sita na tukaanza na mstari wa kumi na nane. Ninaomba msomaji asome mistari hii na sura hii, na nikuombe unisikilize. Yani, zinaa ni jambo linalomchukiza Mungu sana miongoni mwa dhambi ambazo zinafanywa na mwanadamu. Zinaa, naomba unisikilize kwa makini, ni dhambi ambayo Mungu anaichukia sana. Unanisikia? na kama unafanya zinaa wewe ni adui wa Mungu na mbali na ni chanzo cha matatizo makubwa katika uso wa nchi, na asila ya Mungu iko juu yako na ole wako. Kwa sababu unayasikia mahubiri haya, inawezekana kuwa ni maonyo kwako. unanisikia vizuri? Ebu, naomba sasa tusome Wakorinto wa kwanza sura ya sita kama sikosei, kwa sababu sitakuwa na muda wa kutosha nisomee. Kuanzia mstari wa kumi na nane naomba usikilize kwa makini maandiko haya. Wakorinto wa kwanza sura ya sita na anza na mstari wa kumi na nane ndiyo: Ikimbieni zinaa. Sikiliza maneno haya, Ikimbieni zinaa, kila dhambi aitendayo mwanadamu, sikiliza, unayenisikiliza, kila dhambi anayoifanya mtu ni nje ya mwili wake. Ni nje ya mwili wake, ila yeye afanyaye zinaa, ila yeye afanyaye zinaa, au yeye alalaye na mwanamke hute... nje na utaratibu wa Biblia, sikiliza maneno haya, hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe, hutenda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe. Au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la roho Mtakatifu? Swali Paulo anawauliza wakristo wa Korinto, wa au hamjui ya kwamba miili yenu ni nini? Ni hekalu la roho Mtakatifu, ni hekalu la roho Mtakatifu aliye ndani yenu, aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, mliyepewa na Mungu wala ninyi si mali yenu wenyewe. Sikiliza, maana yake ni kwamba mwili huu sio mali yako. Unanisikia vizuri? Wewe unanisikia, binti wewe, huu mwili sio mali yako. Hata ujui jinsi gani ulijiumba. Unajua hicho kiburi kinatoka wapi? Kuuchukua mwili na kuukutanisha kwenye zinaa, kuutumikisha mwili wako kwenye zinaa hiyo, huo ujinga unapata wapi? Mungu anakaa ndani yako, alafu unamchukua Roho Mtakatifu kwenda kumkutanisha na zinaa. Umbavu ndio <laughs> soma. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sikiliza, mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, sasa basi, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Biblia inasema mtukuzeni Mungu katika miili yenu, sio kwa zinaa. Wewe ni nani? Katika Mwanzo sura ya sita Mungu anasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa sababu yeye ni nyama. Kama ile nyama inayouzwa kwenye bucha, wewe ni nyama, sawasawa na nyama iliyoko wapi? Kwenye bucha. Bwana Yesu asifiwe sana. Isikie vizuri, ifafanue kidogo hapa. Zinaa inahusisha tendo la ndoa kwa watu wasio wanandoa, kama nilivyoelezea wa lakini kuna vinaa nyingine inaitwa uasherati. Lakini hii ya kwanza ambayo ni u, uz, ni uzinzi ni uzinzi. Hapa nimeandika uzinzi, lakini uzinzi na uasherati viko kwenye fungu moja zinaa. Lakini sasa hapa kuna tofauti ya kutenda kazi. Zinaa ni jumla, lakini uzinzi ni mahusiano ya mume na mke, hawa ni wanandoa huyu huyu mama ameolewa, na huyu baba ana mke. Lakini kwa sababu ya tamaa, unanielewa vizuri, anataka kuwa na mke mwingine, na huyu mwanamke kwa sababu ya tamaa anataka kuwa na mwanamme mwingine. Hao watu wakikutana popote, wanafanya uzinzi. Unanisikia? wanafanya nini? na wewe kama ni mwanamke umeketi katika viti hivi unafanya hivyo, unafanya chukizo. Sasa ukisoma katika Ufunuo sura ya ishirini na moja mstari wa nane utakuta kuna dhambi nane ziko pale, lakini mimi katika hizo dhambi zingine Hebu naomba tufike hapo, inasemaje? Nitasoma kwa jina la Bwana, ndio Ufunuo sura ya ishirini na moja mstari wa nane bali, uh -huh. Waoga bali waoga na wasioamini, wa sizungumzi juu yao hao leo, na wachukizao, sizungumzi juu yao, na wauaji, sizungumzi juu yao, na wazinzi hao ndio nazungumza, na wachawi sizungumuzi juu yao, na hao waabudu sanamu sina shida nao leo, na waongo wote, wote hao sina shida nao. Sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto. Ingawaje, sikiliza, ingawaje wote hao makao yao ni kwenye ziwa liwakalo moto. Mimi <laughs> vizuri. Unajua tusije kanisani kujifurahisha. Tuje kanisani tukiwa tumemaanisha, na nataka nikuambie kitu kimoja, una bahati sana kupata neema hii. Hii dhambi inayoizungumza ni dhambi ambayo ina shida. Hebu ngoja ngoja, tuangalie hapa, nimeandika hapa kwa kalamu ya wino kwamba dhambi ya zinaa ndio dhambi mbaya sana inayotesa jumuiya ya wanadamu. Sijui kama niko sahihi? Zinaa ni dhambi mbaya sana inayotesa jumuiya ya wanadamu. Msikilize kwenda kumaliza. Kwa nini Mungu anaichukia zinaa? Mungu anaichukia zinaa kwa sababu ina athari nyingi. Kwanza, ukisoma katika Waebrania sura ya kumi na tatu kama sikosee, mstari wa nne, Biblia inasema hivi, na ukishuka mstari wa chini, lakini Mungu atawahukumu wazinzi na washerati. Hao watahesabiwa nini? hukumu ndoa kwa mwanamke, unanisikia vizuri? Kuna kitu kinaitwa bikira kwa mwanamke. Kuna kitu kinaitwa nini? Bikira. Bikira ni mwanamke ambaye amekuwa akafikia umri wa utu uzima na hajawahi kwenda na mwanamume yoyote na wengi mnaonitazama kwa macho yenu mawili, mna athari tayari, mna matatizo ambayo hayana uvumbuzi, na wakati mwingine ni ngumu kujua yaliingilia wapi, lakini nataka nikwambie leo, yaliingilia kwa ile dhambi ya zinaa. kwa sababu ulipoenda kulala na yule mwanamume hukumjua, na roho gani ana mizimu gani ana laana gani? Wewe uliangalia tamaa, unanisikia lakini ukweli kilichotokea ni hiki: laana zake, mizimu yake, kwa sehemu ilibaki kwako. Kuna mtu aganielewa hapa? Ilibaki wapi? Kwako, maana me, mmekuwa mwili mmoja. Mwanamume yoyote ukilala naye yoyote yule, hata sasa hivi ukitoka kwenye hii ibada umepanga na mwanamume yote kule mitaani, roho zake sehemu ya hizo roho zinabaki kwako na wewe unamwachia. Kuna watu wengine hawazai kwa sababu tayari huyu mwanamume uliye ulielala naye anarana, ana roho za namna hiyo zimekuingia. Kwa hiyo inawezekana matatizo uliona ni kwa sababu ya zinaa. Siku zote huwa nawaambia hata watu wasiomjua Mungu. Siku moja nimehubiri hapa po, wanataniana, wewe imekuwaje? Mbona biashara imegoma eh? Mbona leo uuzi au ulienda na mwanamke? Ujaisikia hiyo? Ulienda na, na nani waba mambo yako yamekuharibikia, yalikuwa mazuri, lakini kwa sababu ya zinaa, kwa sababu macho mbele mbele, umeshachukua mapepo ambayo hayakukuhusu pole sana wewe. Umepewa elfu kumi, elfu ishirini, pumbavu tu, kawachiwa upumbavu, lakini umeachiwa laana, na ndiyo mambo yako hayaendi. Ukiolewa ndoo inavunjika, mengine ni laana tu. Ukiisha kutanga mwanamke, hakuna atakaye kuuliza, hakuna atakaye kuoa. Unazaa watoto wanakufa. Unazaa watoto wajinga. Hilo ni mwanamume uliolala nalo unanishikia, lina laana hiyo. Watoto wa yule mwanamume hawawezi kusoma, kuna laana hiyo huyo mwanamume. Na wewe ulienda tu kwa sababu unataka hela. Sasa watoto shindwa kwenda shule unayaita majinga, umjinga wewe. Mimba za utotoni zinasababishwa na nini? Si ukahaba? Eh? Nini kinatokea kwa huyo mtoto aliyezaliwa na mtoto? Huyo, eh? Mtoto, nini kinatokea kwa mtoto aliyezaliwa na nani? Na mtoto hajui namna ya kutafuta hela, hajui namna ya kubeba mtoto, hajui namna ya kufanya nini. Kinatokea nini? Tunatengenezewa kizazi kitakachotutesha. Maana huyu mtu hana malezi, mama yake hajui kumlea ya mtoto hana maadili kwa sababu hajafikia umri wa kuzaa. Chilochilo tamanikeni, mnaotushawishi ni nini? Mnaonisikiliza ni hapa, jamii inapata shida, kwa sababu umenisikia vizuri. Ni kwa sababu tunapata kizazi, watoto wasiokuwa na malezi. Hiyo ni dhara la kwanza, lakini tatizo la pili, mtu anapozaa bila mume umenisikia vizuri, shida nyingine ni kwamba huyu mtoto anakosa mlezi wa pili. Hayo ni madhara mengine tunaoyapata katika jamii, ni madhara mengine tena makubwa. Lakini pia zinaa ni chanzo cha magonjwa mabaya, ndiyo chanzo cha kasongone kaswende, ukimwi ili kwa sababu ya kunyonyana nini, tunapata homa ya ini au ini, na magonjwa mengine mabaya, na chanzo ni hao makahaba hawa wanaotuharibia taifa letu wanaliharibu kanisa. Wameisikia Injili lakini hawataki kusikia na kutulia. Naomba maneno haya kuanzia leo yaweke moyoni na ni hesabu, utakapoendelea na ukahaba, unafanya ukaidi mbele za Mungu, si umesikia vizuri? Nani ajanielewa hapa? chalilongendelelowo ukahaba wimwe, si umesikia simelisia kaniwepungukiwa na nini? Kama wewe ni maraya, yaani wewe hulalaji usiku? Ukilala usiku, basi unawashwa mwili wote. Wewe ni kijana, wewe ni biti, ukilala usiku mwili unawaka pa! nataka nikwambie una pepo njo ni, kuambie, ni ili mwili wa kawaida urudi, hakuna tamaa ya namna hiyo mtu anaamka kwenda kugonga kwa kijana usiku au anakutwa ametangulia kwenye chumba cha kijana. Pumbavu sana! Ukikuta mwanamke hatulii na mume wake, ana pepo la ukahaba. Nilikuwa, nilikuwa nasuisha ndoa juzi tu, wiki iliyopita. Akani, mchungaji, muulize mke wangu amepungukiwa na nini? Kama mimi sina nguvu za kutosha, aseme sema sema mama, maana ilikuwa ni kesi ya hiyo hiyo ya upumbavu huo. Nikamuuliza, eti mama, kuna tatizo kwa mme wako? Oh, oh, no. Nikaleta fimbo nikamchapa, nimshirika piga kabisa kabisa, kwa sababu ni pepo la zinaa, linaitwa malimuna. Ikisha mwingia binti au mama, hawezi kuingia, linachochea tamaa mpaka nitoke lile pepo la ukahaba, hawezi kulala usiku. Ndivyo hivi vijana, hawezi kuhurumia familia yake, hawezi kuyahurumia maisha yajayo. Ha, tazeeka, anachezea hela, anajifanya mwenye hela. We mpumbavu, na hela gani eh? Yani pesa yako unasaidia makahaba tu, nyumbani wanalala na njaa, wazazi, nyumba imeenda hivi, hata kitanda hawana wazazi nyumbani unacheza na makahaba katika mji wa Ngudu, ushindwe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Aliye umepoteza mume wako, sikiliza. Kila mwanamke anayezaliwa anayeungwa na Mungu na kuzaliwa na kisha kuokolewa na kuja kanisani, hata kama hajaja kanisani, Mungu amemuumbia mume wake. Siku moja, mzee wa kanisa alihubiri hapa akasema, kuna watu wanalia kwenye ndoa zao tunajaribu kuomba gani unaona viatu vyangu hivi viatu hapa hivi namba 45, na namba 40? Ngapi? ningenunua namba 47, saba, ungecheka. Sasa kuna wengine mabinti wengine na wamama wengine wamevaa 40 na ngapi, yule mwanamume ni arobaini na saba. Uliingia kijinga kijinga. Sasa tutaombaje hayo maombi? Mchungaji aombeje? Nifundisheni jinsi ya kuomba, maana wewe umekosea namba. Tukate kiatu? tunakataje viatu hivi hapa, alafu tuvipunguze? Lakini wewe uliingia kichwa kichwa, ukachukua sio namba yako. Ungesubiria Mungu akakuletea ya namba yako. Kuna wakati mimi ni namba 45 nikivaa namba 42, habiingii hata kama nikilazimisha, nitakuwa kila mara ninavua. Hakuna tiba. Simameni mkaone wokovu wa nani? Wa Bwana. Neno hili likutie faraja, badilika kuanzia leo, mwambie Mungu, nimetubu sitarudi. Mungu anaweza hata 47 inawezi, ikarekebishwa si Mungu eh? Inaweza ikarekebishwa, mimi nielewa vizuri tu Mungu atakuletea mume wako, atakuletea mke wako. Pe Bwana, makofi. Sasa nataka kumalizia kwa kusema hivi kanisa, ukisoma katika Injili ya Mateo sura ya 13 na mstari na mstari wa 37, nakwenda kumaliza kuhubiri. Naomba sasa usome. Hakuna namna, lakini kuna namna tutafanya hapa sasa hivi kitabu cha Matayo tena, ufalme wa mbinguni umefanana na juya lililotupwa mm -hmm. baharini, mm -hmm. nikakusanya samaki wa kila namna mm -hmm. hata ilipojaa, mm -hmm. walilivuta pwani, mm -hmm. wakaketi, mm -hmm. wakakusanya walio wema vyomboni, mm -hmm. bali walio wabaya wakawatupa. Asante. Bibilia inasema hivi ufalme wa mbinguni umefanana na nini? Na juya lililotupwa baharini, au kokoro. Yaani kanisa linafananishwa na juya au kokoro lililotupwa wapi? Baharini na wavuvi. Bibilia inasema ya kwamba likakusanya wa kila namna kule baharini, na wao waliokuwa wakilivuta, wakalivuta mpaka madhabahuni lakini nilipofika, Biblia inasema lilikuwa limekusanya wa kila namna. Alikuwa ni kazi ya hao wavuvi kuchambua, Biblia imesema wale ambao walirudishwa, bali walitupwa. Kwa kanisa pia lina mchanganyiko wa namna hiyo, na hata sasa tumekaa kimchanganyiko, kuna samaki kuna konokono kono, kuna miti kuna majoka yako humuu, mnanielewa vizuri, si Biblia imesema hivi? Lakini kinachokuwa kinafanyika tunapowajua sasa, maana siwamefika hapa, tukisha mkamata huyu, tunamchukua tunamtupa nje huko. Kwa hiyo huu ni wakati wa kuanza kutupa mimi sitakuhurumia, hata kama unanipa sadaka. Nikikuta umeshakuwa umeshachukua mke wa pili, na kutupa nje, acha ninunulie viatu, nitakuombea. Lakini nikikukuta mimi, sio mchungaji wa kuhongwa. Tengeneza maisha yako, menielewa vizuri. Tengeneza nini? Ninyi mabinti, mnanishikia, tengenezeni maisha yenu ni sehemu tatu tu zinazoweza kumfundisha mtu maadili mema. Sehemu ya kwanza ni wazazi wake. Wakati mwingine ukimwona mtu ameharibikiwa, inawezekana sio yeye, ni malezi ya wazazi wake. Lakini sehemu ya pili ni kanisa, ni mahali ambapo mtu akisikiliza mahubiri kama haya tunaweza kupata mtu na akapata matokeo nini mazuri kwa kuyasikiliza mahubiri ya mchungaji. Ndimo mahali ambapo unaweza ukapata maadili mema. Na sehemu ya tatu ni huko kwenye dunia unakoenda, na yenyewe ni mwalimu, inaweza ikakupiga, ikakunyosha kama, kama nguo mpaka ukaacha hata kusuka wai inawapiga mpaka wote wanakuwa kama wameokoka inajua namna ya kuwanyosha dunia alafu anakuja sasa mchungaji nini niombee mchungaji kuna tatizo gani mchungaji niombee nikuombe umefanyaje eleza vizuri kwa nini nikuombee usisubiri hayo maonyo haya Nayo yahubili hapa. Mnanisikia vizuri? Ya kusaidia. Andiko jingine naomba usome wa Korinto wa kwanza sura ya tano msali wa tisa mpaka kumi na tatu. Wa Korinto wa kwanza sura ya tano mm-hmm. Mstari wa tisa mpaka kumi na tatu mpaka kumi na tatu Ehe, niliwaandikia katika barua yangu, niliwaandikia katika barua yangu kwamba msichangamane na wazinzi, ya kwamba msichangamane na wazinzi. Sisemi msichangamane kabisa na wazinzi, lakini sisemi kwamba msichangamane kabisa na wazinzi, watu wa dunia hii, watu wa dunia hii au na, au na wenye kutamani, au na wenye kutamani, au na wanyang'anyi, au na wanyang'anyi, au na wenye kuabudu sanamu, au wenye kuabudu sanamu. Maana hapo ingewalazimu kutoka katika dunia, maana ingekuwa hivyo basi ingewabidi mtoke duniani. Lakini mambo yalivyo, lakini mambo yalivyo, niliwaandikia kwamba niliandika hivi, msichangamane na mtu aitwaye ndugu, msichangamane na mtu aitwaye ndugu au Mkristo akiwa ni mzinzi, akiwa ni mzinzi, au mwenye kutamani, au mwenye kutamani, au mwenye kuabudu sana, ndio, au mtukanaji, yes, au mlevi, ehe, au mnyang'ani, sawa sawa, mtu ana namna hii, mtu wageko, msikubali hata kula naye, msikubali hata kula naye. Hii ni nini? Ni Biblia au ni maandishi anai? Huko kanisani, tuna watu wa namna hii, wenye hizo tabia, tunao hapa kanisani wenye hizo tabia tunao. Biblia inasema kama tunao, Biblia inasema tusikubali hata kula no. Unaona, huyu mtu ni mwabudu sanamu, lakini kwa sababu huyu ndugu ni mzinzi ni mwasherati, Biblia imekataa kufanya mashirikiano nayo, wala sio mchungaji Shileka. Maana yanihusu nini kuwahukumu wale walio nje? Hii jamaa anasema mimi si wahukumu wa pagani, ninyi hamuwahukumu hao walio ndani, ndio lakini hao walio nje Mungu atawahukumu. Imetosha, naomba Waebrania tumalizie kumi na mbili alafu tusimame. Waebrania ya kumi na mbili ndio mstari wa 16 sawa ayatema. Sawa, ndio asiwepo mwasherati wala asiemcha Mungu. Sikiliza, Biblia inasema humo kanisani asiwemo mwasherati. Si ni Biblia. Biblia inasema hivi, wazinzi na no washerati wasiwemo kanisani. Menelewa vizuri ndio, endelea kusoma, kama Esau aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza, kama Esau alivyofanya kwa ajili ya chakula kimoja, kwa sababu ya chakula. Sikiliza, huyu alifanya upumbavu kwa sababu ya tamaa, akauza haki yake ya mzaliwa nini? Kwa hiyo watu wanauza baraka zako. Unapofanya uasherati unauza baraka zako ambazo Mungu amekusudia kukupa. Mungu hakupi. Kama ulikuwa ujenge nyumba nzuri, hutajenga kama ulikuwa uzae watoto ambao wamebarikiwa watakutunza, hawatakutunza. Hawa mnanisikia vizuri, huyo kahaba wako ndio wewe umuombe yeye. Yaani ni kwamba unapofanya zinaa au dhambi, maana yake ni kwamba unafunga milango yote ya Mungu isikuelekee wewe. Huo si ni ujinga jamani eh? Maana mnajua jua ya kuwa maana mnajua ya kuwa. Hata alipotaka baadaye kurithi baraka haikuwezekana. Alikataliwa, maana hakuona nafasi ya kutubu. Asante sana.